Yes, yes, yes, yes, yes. Uh, nina furaha kubwa sana I mean, <laughs> siku ya I mean. Leo I mean. Uh, nikiwa kama chali mdogo <laughs> toka nikiwa mtoto <laughs> namsikiza my brother, na leo tuna nafasi ya kuweza kuzungumza naye. Karibu sana mtumishi wa Mungu, ni wetu uliimbia Daudi <laughs> kasema, alikuwa kijana tunalea kuwashika sasa, alikuwa mtoto aise. Karibu sana mtumishi, nafurahi sana asante sana hivi. Clouds, mara ya mwisho umefika mwaka gani, kama unakumbuka? Eh, Clouds tulikujaga mwaka wa elfu mbili kumi na saba kwa ami. Ilikuwa kwa mkutano wa Msama promotion. Okay. okay. Ilikuwa uwanja wa taifa. Yeah. Tukaja waimbaji wengi. Yeah. Kuja kufanya promotion hiyo hiyo hiyo ya hiyo, ya, hiyo, ya hiyo mkutano. Yes. Yeah. Yeah. Okay yeah. Lakini hatujai kupata time na Gospel Traxx kabisa. No no no hey, not yet. Hatujai kupata. Ya, ya kabisa. Wow. Mm. So this is big for <laughs> of course, kamuda kamesogea lakini tutakimbizana na wao. Natosha Okay, karibu sana, tumefurahi umetuhudumia sana, Kutu yes, wow, sana ume kwa kipindi kirefu na unaendelea kutuhudumia kwa utukufu wa Bwana Yes, huu wimbo unanigusa sana kwa sababu umekuwa ni ring back tone kwenye simu ya mama yangu. Nikipiga simu ile, ilikuwa ni kila siku. Eh, lazima usikie. Kabisa kabisa, yeah. Kwa hiyo uh, yawezekana umezungumza mambo mengi sehemu zingine, lakini hapa hatujawahi kukusikia hmm. Uh, kusikia, usijisikie vibaya ukiona tuwakuuliza maswali ya mwanzo kabisa. No, no, no, no, sawa. Uh, uh, uh, Sa -sa -sa -sa. karibu sana asante. So Solomoni Mkubwa, wewe ni uh, mwanamuziki wa gospel ambao umefanya vizuri sana Tanzania yeah. Mpaka kuna muda tunahisi kama wewe ni wa kwetu yani, yani wewe, of course, wewe ni wa kwetu kabisa kabisa, lakini ki, ki nchi, ki kijiografia ki kijiografia, okay. Yes. natoka DRC. Okay. na sa nilivyokuja East Africa nilipokelewa na Angela Chibalonza, the late Angela Chibalonza, yes. mwaka wa 2007 ndio, so ndio niliingia Kenya oya katika kutokea kimuziki ni Tanzania ilini push Dio. Ya mfalme wa amani ilianzia Tanzania nilitoa, lakini eh, by the grace of God ikaanzia Tanzania Dio. So nilivyoanza kazi nimefanya almost 10 good years Yes. in Tanzania kwa kuhudumu kabisa, nimezunguka Tanzania. Tanzania naijua, mi Mtanzania, huzi ndanganya chochote. Na nimezunguka <laughs> Tanzania miaka kumi ya huduma. E, ilikuja kujistopisha wakati rais the late Magufuli aliingia, mm. wakati alianza kazi mm. tu, tukastop na mikutano kabisa mm. ni kama sasa tukapotea kwanza, kwa sababu kulikuwa mchakato wa kufanya kazi ndani ya nchi mm. ya kiviwango za kiraisi mm. so, tukawa hivyo, mimi tukabaki Kenya mm. kihuduma lakini hapa ndio chimbuko la Solomon mm -hmm. mkubwa mm -hmm. na saizi tunatengeneza 20 years ya huduma ya Solomon mkubwa, ambayo inaandaliwa Kenya kimikakati, inaendelea kabisa nyuma pazia, okay. E, tutakata keke ya miaka 20 ya Solomon mkubwa na Tanzania tunaiandaa kama na watakuwa tayari tukate keke ya Solomon maana yake, mm -hmm. hapa ndio ile ni rusha duniani mm -hmm. Kenya ikapokea na dunia ikaenda, kama nawe kutakuwa tayari tukate keke ya miaka 20 ya kusherehekea miaka 20 ya Solomon mkubwa waliko watakuwa wengi kutoka mbalimbali ndio. mm. so Clouds karibu sana kwa miaka ishirini ya Solomoni ya ukata keke ya miaka ishirini ambayo itakuwa so, mm. ni mwaka kesho aa, ni huyu mwaka aa, ni huyu mwaka. Nairobi tunaitengeneza mwezi wa nane. mm. ya, -so, Tanzania bado tunatupa mpira kwa watu wadhamini kama watakuwa tayari kuchukua okay, mm. kama hawapo tayari ope mm. okay, mambo mengine yanafanyika na, okay. ya, okay, ya. okay. ya. Sawasawa so, uh, umekuwa Kenya. Uh, mchango wa hebu wake mchango wa Chibalonza, mm. Chibalonza ulinifanya ku, kujua kuongea na simu mm. na kupokea mialiko <laughs> <laughs> mchango wa Chibalonza ulinifanya kukutana na watu ambao maybe singeweza kutana na wao. Mchango wa Chibalonza ulinipea watu ambao nimetembea nao for 20 years miaka mm. ishirini ambao mm. niko ndani na hiyo hiyo miaka ishirini wale watu wanifanyizia mikakati mikubwa ambayo itakuwa Eastern Central Africa historia mm. ya Solomon mm, hata kama Tanzania kama haitafanyika, basi wataiona kwa mitandao na najua itasumbwa vibaya mm. sana mm, haitasumbua, itakuwa kwa utukufu wa Mungu yes, kusherehekea miaka ishirini mm. ya mwimbaji Solomon Mkubwa, huyu mwimbaji mm. wa nyimbo za Injili kabisa mm. Okay. Watu ambao wa walikushika mkono kwa Tanzania ukapenya na uka nitaji hata wawili watatu katika Tanzania, nilipenya, namshukuru ni, na sana Msama Promotion, maanake Msama alitushikilia sana kwa miaka mingi hmm. nafikiria kila mwimbaji wa enzi hizo hmm. anamshukuru sana Msama, okay. alifanya mikutano mikubwa ambayo ilitukutanisha. I remember one day nili, nilifanya album kwa Msama, iliitwa kwa utukufu wa Mungu hmm. Ilikuwa hey, uwanja wa Taifa launching mm. tulimwalika Rebecca Malope yes. na waziri wa mambo ya nje meng the late ali, ali, alikuwa endi alikuja kulaunch mm. hiyo album yako utukufu wa Mungu na uwanja ulikuwa umejaa kabisa mm. alikuwa nani, uh, waziri wa waziri alikuwa mengi alifariki alikuwa waziri wa mambo ya mengi, mengi, mengi, mengi. Okay. Wa ya nje okay. Nisha mfahamu. Ah, yule, yule no no no, yule alikuwa ga mtu wa alikuaga mtuara tumishu, so tukakutana na kina Rebecca Malope mm. alikuja yes. kwa hiyo launching mm. yes. Mm, na pia waimbaji walikuwa wengi kina Dada Rose, watu wote yeah. Tulikuwa hapo kwa hiyo launching so mm. ikanipatia kitu kikubwa, and I remember siku moja nilikuwa nasafiri Ulaya nilikuwa nimesahau barua ya, ya mwaliko yeah. Kufika Amsterdam wakanistopisha hapo yeah. E, nikaanza mahojiano na polisi, wanatoka wapi, unaenda wapi? Wakaniuliza Instagram po, po, nani Facebook yangu nikawapea, hiyo hiyo entrance yangu ya uwanja wa taifa mm. Walivyoona jinsi watu wamesimama kunimembembembembe mem, yes. eh, yes. No. Yes. Yes. walivyonipokea na wakaona, uh, waziri vile anafanya launching imagine, walinitikia kunipa visa ya kuingia kwa sababu walinionesha wa wakanikubalia kunipa viza ya kuingia urop, na nikazunguka mm, urop mzima, kwa sababu yayo mkutano. so, mm, ni mambo mengi ambayo tumefanya kwa pamoja na msama na namshukuru, mahali alipo, na Mungu azidi kumbariki, na ni watu wengi wengi wengi sana ambao tumekutana nao Tanzania. Unajua, huwezi wataja wote majina mm, ni watu wengi ambao unakutana na mtu anakubariki hata. hata mtu kukupatia tu hata maji ya kunywa mm. Mani nasema mm. yeyote ambaye atakupatia mmoja wa wao watu wa, wa, wa wangu maji tu ya kunywa mm. anastahili kupewa thawabu ya nabii. Mm, hata kuna watu walitupa chakula mm. walitupenda na wanaendelea wali kutupenda wal wanastahili kupewa nini jamani? Wanastahili, yeah, so, wanastahili kupewa maua kuwapatia maua. So huwa naambia watu usi, usi na tabia kuambia kama ulinisaidia sema nikulipe. Hiyo maneno huwezi lipa, attention ya mtu alikupea yes, yes, hata hivi hizi attention ambazo mnanipea yeah. Kisha baadaye usikie sema ndio nini sasa mmefanya? mm. si, muongee mu, mu, ni walipe Yani, hii kusikiliza tu yeah. Inatosha kwa maisha ya mtu sasa. mm -hmm. Watu ambao wanakoga na kauli mtu alikutendea wema, unasema ai, ni wema gani alitenda? Siaongee ni mlipe no, wewe attention okay. ya mtu alikupea siku hiyo ukamwingia kwa mawazo yake mm. akakubaliana na wewe mm huwezi lipa hiyo kitu. Unaweza mlipa kwa chakula alikuli alikupea, lakini huwezi lipa attention. Na kuna wengine walilindwa na watu wakakaa na watu manyumbani kwao, baadaye unaongelea mtu vibaya, hata kama uliniweka nyumbani kwako. Sasa mm. ndio imekuwa sasa, hapana yeah. So, ile attention tu mm. akikulipisha attention mm. akose ni mabii na mabii huweziweza kulipa kabisa kabisa Kabla ya muziki wa Injili, Solomoni Mkubwa alikuwa nani? Kwa sababu uh, of course stories ni nyingi, nadhani hata nishasomaga mtandaoni mm, that time kidogo, especially ulipoonekana kwamba mara ya kwanza kutokea public mm, ukaonekana huna mkono mmoja yeah. Uh, ili hebu, yes, tu, tuelekeze hapo, nini kilitokea, au ilichangiwa labda na maisha kabla ya ukovu? Nimezaliwa mimi katika Ukristo, mimi ni mtoto wa huduma kabisa madhabauni. okay. ya sijawahi piga mziki wa dunia, nimezaliwa kimadhabau nikakuwa dedicated ah. kwa madhabau Ma na wumri umu nimeishi madhabauni, so katika madhabau najua vita ni nini e vya kiroho vita vya kimwili, mashambulizi ya giza naijua vizuri hii okay. mkono ilitokea kwa mashambulizi ya giza wa vita. Unajua Mungu akiku, uh, akiku point. Shetani naye ujue mm. ujue kuwa naye anaangalia mm. so hii vitu zilitokea wakati babangu alikuwa naye amepotoka ame, ame akachukua mke wa pili, so ile ushindani ya mke wa pili, mama wa kambo na mke wa kwanza, mimi nikatupiwa tu uchawi kwa mkono nikiwa na 12 years miaka kumi na miwili. mm. so mkono ukavimba, ikaharibika, ikaoza nikiwa mtoto mdogo mm. so ika ikakatwa sababu mm, ilikuwa imeoza, ndio mm. ni majukumu ni ni, ni ushuhuda mkubwa upo Facebook, watu wakitaka kusikiliza. Pia nimeimba wimbo, nimewasamea wote mm. nimeimba ushuhuda wa hii mkono mm. so nimezoea kuwa hivyo mm. Sijatatizika manake kipindi ambacho nilikatwa mkono njo nikahisi kuwa ni kama dunia imenitupa mm. Hata Bwana alivyoniambia, Solomon, msamehe aliyekukosea, nataka nikufanye taifa kubwa mm. Nikaambia Mungu, hawezi unua watu kama sisi, acha mm. hizo Bwana mi mm. nilikuwa na mikono yangu miwili, sasa nakata njo nataka kuniinua mm. Bwana kaniambia hapana, msamehe aliyekukosea, na nilivyomsamee yule mama mm. Bwana kapiga hatua na mimi kweli akanifanya taifa kubwa mm -hmm. So nimezoea, sina tashwishu kabisa hata nawazidia mikono mi, na mikono ine nyinyi mna mtakatifu <laughs> <mene. So. laughs> <Okay, okay, okay. laughs> So yuko pale kwa mambo nafanya kama wengine tu yeah. wala sijawai ona, na, na, sijawai jisi hata niko kama wewe mi nakuzidi. hata yule mama ulimsamea, kuna siku alisha kuja confront. Namshukuru Mungu, aliokoka kwa huduma hata ya shangazi yangu. Wow. mm -hmm. aliokoka na akaongea na akatubu. Wow. So kazi ya Mungu ni nzuri. Mungu ni mwema. Yesu ni mzuri sana. Okay, <laughs> yeah. So uko kote huko Uli watoto waliolelewa kwenye, waliozaliwa Ukristo, kwenye, kwenye Ulokole mm. wana tabia ya kuto kumchaguaga Yesu wao binafsi, unajua Yesu, mm. ni maisha binafsi. Wewe mm. ni lini ulimchagua ukasema hapa sasa? Mimi I think yeah. nilianza kuimba nikiwa na miaka minane, mm. kwa, kwa ya watoto nikaenda, ninapanda ninapanda, nilivomjua Mungu kabisa kumkubali ni wakati huu mkono nimepigwa, shida hii mkono mm. ndio ilibidi, kwa sababu ilikuwa ni, ni mashambulizi ya giza mm. ikanibidi nipenye kimaombi mm. unajua sasa, ukipenya kimaombi, maombi inasaidia kum, kumjua Mungu zaidi yeah. maombi nakusaidia kukufungua kuku, maombi inasaidia kukuzuilia vitu vingi mm. without prayers mm. hakuna mtu anaweza akatoboa sasa mm. mimi muda wote ule miaka kumi na mbili, kumi na tatu, kumi na nne, ilibidi nianze zama kimaombi kwa, ku, kwa kushambuliana na mashambulizi ambayo yalikuwa yananifuata mm. So nikawa nimetengwa kabisa na mambo mambo mambo mengi kabisa. So muda wote unaweza nikutana naomba mm. kama siko kwa practice, naomba mm. nikajifunza kuomba maombi ya, ya kibinafsi nikiwa bado kijana mdogo. Sasa unaona, so ikanijenga ikanipeleka kwa viwango zingine ambazo nilikuwa Hmm. So na Mungu akani akani, ak, ak, akanichukulia hapo sasa hmm. Na nikakuwa sasa katika kumjua Mungu, Mungu akajifunua kwangu kwa mambo mambo mengi, nikajua hii ni dhambi, hii si dhambi, yaani Mungu akanijenga mwenyewe. So tukakubaliana tu na Mungu. So nilikuwa na kiburi hata naweza kuwa na wahuni, siwezi fanya uhuni, kwa sababu yani ni kiburi Mungu alinipatiaga. mm. siwezi fanya vitu sababu wewe unafanya mm. mm. hiyo <laughs> ni kiburi ambayo nimekuwa me, ni meku, ni nayo kiburi kizuri, oh, uh, uh, ukikuwa na hawa hawa hata mimi mtafanya mm. vitu na nawaangalia tu mm -hmm. Mbona wewe, nakuambia fanyeni vitu zenu. na wote ambao ni walikuwa marafiki zangu mm. Wote ambao walikuwa ni wahuni leo hii mm. wana ushuhuda mkubwa, na mimi kwa sababu wengine hata maisha yao imeharibika, mm. na leo wengine, na walidi mm. yeah. Yeah. nimepata mm. faida ya kumjua Mungu ukiwa bado mtoto mdogo kabisa kabisa. Yeah. Uh, hongera kwa kusustain na kusikia yani Afu, I think you are still young. Yaani okay, ni brother yetu lakini bado upo sana na sisi. We kabisa. Mm. Kila tunapoenda muda umeisha, lakini lakini ah brother, ah brother brother alikuwa mjini eh, hapa, sana. <laughs> sana. Bado sana. Siri ni nini mtumishi wa mm. Mungu? Siri ni nini? Na nafikiria ku, ni kuto kujichanganya mm. kujijua wewe ni nani mm. Lazima ujielewe mm. mm. Kitu ambacho unafanya hapa Clouds mm. ni unahudumia una, una watu na yeah. kuna watu ambao wanakuchukulia kivingine mm. wanaweza kuchukulia kwa heshima mm. na pamoja na kuchukulia kwa heshima, kuna wengine ambao wanaona hata tu mm. huyu. Lakini pamoja na mtakao kukutana na wao mm. lazima wagundue hii kazi unayoifanya hapa mm. kuwa sio vile wao wanavyofikiria mm. mm. Lazima hii kazi ikudifendi wakati utakutana na watu ambao hawakuelewi mm. Lazima kupitia mnapokutana, waelewa jema wa wow. mm. hata Yesu, Yesu alipigwa, alipigwa, alipigwa, mwisho wa siku alipoenda kwa mlima wanampeleka msalabani, mpaka mtu alikuwa anaongoza ile operation ya kumuua Yesu alisema hakika, mm. huyu alikuwa ni mwana wow. wa Mungu yeah. so hatukubaliki na watu wala hatu hatupatie watu masharti ya kutukubali wakati mm. wote mm -mm, mm. lakini wakati tutakutana nao mm. lazima Yesu ajifunue, waseme ya, kwa kweli ya huyu eh, mm. umeanakuaga hivi yes. Lakini nje wanatuongea wanavyotaka mm. kwa sababu ni kawaida ya sisi mm. so ni wachache wanaotukubali na wengine wanajatukubali, na bado dunia haijatukubali mm. lakini tukikutana nao tunahakikisha Yesu anatukubalisha. Napokea ujumbe hapa, naulizwa na, na eh, mtumishi wa Mungu ameoa ame E, mimi ni baba watoto watatu jamani e, e. <laughs> Okay. Baba watoto watatu vijana, vijana watatu. Okay. Yule anayekuuliza kama na wasichana aseme tuongee vizuri. Vijana wazuri wako hapo. Tunaongea na baba mkwe. Inatosha. Okay, okay, okay. Kwa hiyo familia yako, makazi tuko Nairobi. Okay. Yeah, tu Nairobi, karibu Nairobi. Asante. Mm. Yeah. Kule, hujasikia wito mtumishi wa Mungu kwa experience ya, of course madhabahu hakuna experience, lakini ndio hivyo. Bwana hajasema nawe kwa habari ya kanisa au kanisa lakini tulipitia changamoto kubwa, mm. tuka drop kwanza mm. kwa sababu ya maybe nafasi mm. Kenya kuna hizo shida nafasi sehemu za kuabudia watu na, uh, especially sisi ambao Bwana ametuita kwa hii majina, huwa inatupeleka ni fulani yuko hapa, wanapandisha kodi. Sawa, najua hapa kuna miela, lazima, mm. Sasa unakuja kutano. <clears throat> mm. so tuli drop kabisa mm. kila kitu, nafikiria mwaka huu Uh, tunafikiria kurudi. Okay. Yeah. Okay, okay. Yeah. Maana tunaona kuna baadhi ya wachungaji Kenya wame kama na mchungaji Lucy mm. Natasha Ona mifunga kanisa kwa sababu ya eneo ni changamoto. Ma, eneo ni changamoto Kenya, mm. Kabisa, kabisa na pia, ni vita, ni vita vikali kabisa. Mm. Mimi nimeingia huko, mm. Mpaka nikaambia bwana, wacha <laughs> so wale <nijua> kuimba, wacha niimbe ni so lakini ni watu ambao upo, mm. Na watu wapo, wenye mm. tulikuwa tunasimamia, ukisha simamia, watu, watu mia mbili na watu wengi sana. Yeah, so, ni... kabisa. Sasa yote baba, unaonaje, unaonaambia nyinyi tulieni bwana, tupe tena mwelekeo mpya. Yes. Lakini ukikuwa na eneo Kenya, Kenya ni vizuri sana okay. So tunamshukuru Mungu kwa hiyo. Wow. Sawa, sawa, sawa kabisa sawa. Unawambia nini vijana ambao, kwanza Tanzania unaionaje kwanza kwenye growth ya mziki wa Injili? Nafikiria kama watangazaji nyinyi wenyewe mna uamzi na mumeona kinachoendelea hmm. nafikiria Uh, vijana wanakuja na wanafanya vizuri, wanafanya mm. vizuri kwa hichi kwa, kwa, kwa, kwa, kwa kipindi chao ambacho wanafanya mm. vizuri mm. lakini nafikiria wawe mfano, manake mm. sisi ambao tulikuwa tumepiga, tupo tupo mm. mm. tumepigana sana mm. na hatungekuwepo, hawangekuwa hiyo mm. wajue hatungekuwepo hawa angekuwa cool. Yes. inamaanisha tumefanya, tumefanya, Mungu amefanya kazi na sisi kubwa sana mm -hmm. na inahitaji heshima mm -hmm. kubwa sana lakini, kitu nawaambia tu ni kwamba kumebadilika. Yes. Kumebadilika uimbaji, sisi naweza sema upande wetu tulimba sana injili, tulikuwa sana, tulimba sana injili mtu anaweza imba vasi moja hata dakika kumi ya wimbo ya Injili, yaani Biblia. Yeah. lakini kwa sasa mtu anaweza tuimba Yesu ni Bwana, Yesu ni Yesu nawe, na wimbo unaisha. Yeah. nafikiria njuo utofauti Mm. Lakini wana, wana, wana, wana hizo talent mm. Wajikaze sana wa, wa, watu wana haja, unasikiaga kuna kwengine, tunaenda maredio nasikia watu wanatuambia, so mimi mlinda mna tuachia watu gari, tunaambia jamani, hivyo watoto wetu mm. wanafanya, kuna sometimes hatuelewi, mwambia hapana, mtaelewa sababu mm. roho ni mmoja lakini yeah. Na utumishi mbalimbali mbali. yeah, yeah, yeah. Vile tulitumika na vile hawa wanakuja kuna vile Mungu anawatumia kwa hii generation kuwaelewesha ele, mm. ili kuwaleta kuwaleta sehemu fulani mm. ikifika maeneo fulani, Bwana atabadilisha mambo Dio. afu itakuwa tena vizuri, so tumekuwa na hivyo. Mimi nawapenda vijana wetu, wanafanya vizuri na nawapatia hongera mm. kwa kazi wanazozifanya. are you mm. open kwa mialiko ya kukaribishwa, kuna kualikwa kwenye hizi live recording saw so, nyimbo nyingi nazo kusikia, of course nimekuwa na mm. ukiimba zaidi zile studio versions mm. natamani ni Ukialikwa hata na uh, mwimbaji mmoja kushirikisha kwenye hizi live recording uko tayari? Tume, kwa... tumefanya Kenya, Kenya na moja tumeifanya last week okay, ya mwimbaji alikuwa anatoka Marekani mm. tumemaliza last week ah, tupo okay so, uh, si kazi eh. <laughs> na ah. mimi mwenyewe katika miaka 20 ya kata keki ya Solomon mm. Nita, nitarudia Mfalme wa Amani, watu wanaiomba live recording yes. watu wanaomba mwenye nguvu nimewasamea wote mm. agano la damu mm. nyimbo ambazo wameomba, nyimbo sita za live recording mm. so kwa kata keki ya miaka ishirini yeah. ya Solomon ya Solomon yeah. tutaitumia live recording ya hizi nyimbo zingi kwa ubora wa kisasa. Safi kabisa. Mimi kabisa. Safi kabisa. Yeah. nikupongeza na... mm. lakini pia nimshukuru pia uh, Miriam Kilieni mm. Miriam Kilienyi ambaye ni uh, rafiki yangu ambaye tumefahamiana hapa mm. Tanzania, kwa kusambaza kazi za goso hapa Tanzania mm. ambaye amenikutanisha na wewe kwa kweli Miriam, Miriam mm. namshukuru sana. Amekuwa dada ambaye amejituma mm. ku, ku, ku, kueneza Injili mimi mm. nampenda kwa sababu ya ile na hiyo njaa na kiu. Kaka, kaka tunde tunde wakati mwingine na <laughs> kaka, kaka, kaka. So kwa kweli mimi Mungu ambariki huyu dada na yeah. Ampe haja ya moyo wake pia kwa, anatukutanisha hatungekutana mm. Lakini kwa neema za Mungu Mungu alijua siku ya leo tutakutana. So Miriam Mungu ambariki sana. Yes. Pia nimeachia wimbo mpya inaitwa sifa za Mungu ndio ambayo tumeiachia juzi ya yeah, sifa za Mungu watu waamke asubuhi inaenda tu sifa za Mungu lazima tupatie Mungu sifa. So, na tunaendelea kufanya promotion ya hiyo wimbo na ninajua Bwana atafanya kazi so Miriam Mungu akubariki pia Bwana akubariki bro kwa kufanyia Mungu kazi amina, amina. Kumtumikia Mungu bado ugali kijana hata yeah. <laughs> Mungu anasema nawapenda vijana maana wana nguvu za kumshinda shetani yes. so, yeah. hamfanye kazi bure na one day yeah. mtaona malipo. amina. kabisa. yeah. amina. asante sana. Miriam. Mungu akubariki sana. amina. asante sana. Uni tutukute Should I call you promoter? I will... promoter. Ah, we ni promoter. promoter. Kwamba tukitaka kuwapata wanamuziki kadhaa, tunakutafuta wewe nalilina na hizo vitu zote, mikutano, matamasha, manini nina okay. Mtaji moja, ambao kuna watu mtaji wao ni Instagram, wengine yeah. Facebook na mitandao mingine, lakini mimi mtaji wangu wa kwanza ni magrupu ya WhatsApp. Ndio. nina magrupu ya WhatsApp zaidi ya elfu kumi. Oh. simu yangu. Okay. na nilitumika, nilitumi hivyo kwa muda mrefu kwa ajili ya kusambaza kazi. Ndio. na u, u, wakati ule ilikuwa ukiwa unarusha kazi ndani ya muda mfupi, unashangaa kazi imefikisha milioni moja ndani ya mm. siku mbili siku tatu, nimeshafikisha mm. kwao mm. ni kitu ambacho kimekuwa sehemu ya huduma pia okay. na ninakifurahia zaidi aa. ungesema namba yako ili watu yani, wale wananipigega mimi simu wakisikia namba yako <laughs> hebu nani tu hebu iseme, chapa namba yangu ni 0654 86 49 22, rudia tena 0654 86 49 22. sawa sawa.